Mwanamziki Nasibu Abdul maarufu kama Diamond Platnumz amefanikiwa kutoa tuzo ya mtumbuizaji bora wa Afrika mwaka 2014 2015, tolewa na MTV Afrika katika sherehe zilizofanyika mjini Durban Afrika Kusini. Katika tuzo hiyo maarufu kama Best Live, Diamond amewabwaga Big News na Mikasa wa Afrika Kusini, Flavor wa Nigeria na Toofan wa Togo. Taarifa kamili na Ahmed Ali Haukuwa usiku mwepesi kwa Diamond kwani alipambana na wakali wengine kutoka Afrika, lakini mwisho wa siku Diamond ndiyo mtumbuizaji bora wa Afrika. Baada ya kutoa tuzo hiyo, Diamond akasema, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutoa tuzo hii, na pia shukrani zangu ziwafikie wadau, vyombo vya habari, wasanii na mashabiki wangu wote kwa kunipigia kura. Diamond alikuwa akiwania tuzo tatu ambazo ni mtumbuizaji bora wa kiume, mwanamuziki bora wa kiume na wimbo bora wa kushirikiana katika tuzo hizo za MTV Afrika. Tanzania iliwakilishwa na wasanii wawili, mwingine ni Vanessa Mdee ambaye yeye ameambulia patupu. Washindi wengine katika tuzo hizo ni mwanamuziki bora wa kike, Yemi Alade wa Nigeria, aliyewashinda Busie Busiso wa Afrika Kusini, Seyi Shah wa Nigeria na Vanessa Mde wa Tanzania. Mwanamuziki bora wa kiume ni Davido wa Nigeria aliyewashinda Aka wa Afrika Kusini, Diamond wa Tanzania, Sekodi wa Ghana na Wizkid wa Nigeria. Kundi bora la Afrika ni P Square wa Nigeria, wakiwashinda B4 wa Angola, Black Motion wa Afrika Kusini na Sauti Sol wa Kenya. Hongera Diamond kwa kutoa tuzo hiyo. Ahmed Ali, Star TV, Dar es Salaam.